Uzito mkubwa kitambi na nyama uzembe vinatokana na kuwa na sumu nyingi mwilini ambazo zinaathiri mmeng'enyo wa chakula na utendaji kazi wa insulini inayochuja sukari kwenye damu. Ili kuondoa sumu hizi na kuimarisha sukari kwenye damu na kuimarisha mmeng'enyo wa chakula, andaa uh, tango vipande vitano, limao vipande vitatu, tangawizi vipande vitano hivi utaweka kwenye maji unayotaka kunywa asubuhi kila siku asubuhi baada ya hapo hayo maji utayaacha yakae kwa dakika kumi, ili yaweze kuchanganyikana na vile vitu ulivyoviweka. Na baada ya hapo, kunywa glasi moja unapoamka asubuhi. Itakusaidia kuimarisha mmeng'enyo wa chakula, kutoa sumu mwilini na kuimarisha utendaji kazi wa insulini. Aidha utumie na C24/7 kidonge kimoja asubuhi ili kuimarisha utoaji wa sumu mwilini kwa sababu uh, hii itaweza pia kuondoa sumu mwilini na kuimarisha utendaji kazi wa ini linalochakata zile sumu zinazokusumbua na kupata uzito mkubwa na kitambi na nyama uzembe. Tupo kwenye siku ya kumi na moja ya kuondoa sumu mwilini. Ili kupata tiba hizi nitafute WhatsApp kwa namba inayoonekana hapa, na komenti niunge kujiunga na grupu letu la mafunzo bure.